mingiza ya kupanda miti na sasa tuko kwenye azilo ya pili, na ni matendo ya hisani, matendo ya huruma ambayo watumishi wa Jiji la Dodoma meona meafanji kwa wanadodoa ambao niwalipa kodi na imapiga kura na akusania wengine ambao wamepita kwenye eneo hii aanjaji ya maai imeandaa michango yenu na meandaa misanda mbalimbali